Tumsifu Yesu Kristu, Bwana Yesu apewe sifa. Asalamu As alaikum, mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa na nguvu kabisa ya upashanaji media, kifupi yu media. Upo nami Yanko Tom Mpanji, mpashanaji wako, niendelee kukushukuru kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele mbele ya neno subscribe, kulike na kushare taarifa hii katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii pamoja na kuacha maoni yako kufuatia taarifa hii ya kifo cha askofu mkuu Novatusi Rugambwa. Ni huzuni na masikitiko makubwa kwa kumpoteza askofu Rugambwa, ni taarifa iliyotolewa na Askofu Mwijage wa Jimbo Katoliki la Bukoba ambapo amesema Askofu Mkuu Novatus Rugambwa aliyekuwa balozi wa zamani New Zealand na mwakilishi wa kitume kwenye visiwa vya bahari ya Pasifiki aliyeaga dunia Septemba 16 katika hospitali jijini Roma, alizaliwa Oktoba 8 mwaka 1957 katika jimbo Katoliki la Bukoba. Baada ya masomo na majiundo yake ya kikasisi, akapewa daraja takatifu ya upadre Julai 6 mwaka 1986, akajiunga na utume wa kidiplomasia mjini Vatikani Julai mosi mwaka 1991 kwa mujibu wa taarifa kutoka jimbo katoliki la Bukoba Jumatano, tarehe 17 Septemba 2025 na, na mwasham Askofu Jovitus Francis Mwijage wa jimbo hilo aliwaelekea wahasham maaskofu, waheshimiwa, mapadre, watawa wa tawa na waamini wote kuwa, tumsifu Yesu Kristo, inasikitika kutangaza kifo cha mpendwa wetu mwasham Askofu Mkuu Novatus Rugambwa aliyeitwa na Mungu jana jioni, kwa maana ya tarehe 16 Septemba 2025, wakati akipatiwa matibabu huko Roma nchini Italia. Askofu Mwijage aliongeza pole sana, na kwamba tuzidi kuiombea roho yake ipate pumziko la milele. Wakati huo huo, anabainisha kwamba mipango ya mazishi itaendelea kuratibiwa na kumwombea: raha ya milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Kanisa Katoliki la Tanzania na ulimwenguni kote linaomboleza kwa ajili ya mtumishi wake Askofu Mkuu Novatusi Rugambwa, aliyezaliwa Oktoba 8 mwaka 1957 katika jimbo katoliki la Bukoba nchini Tanzania. Baada ya masomo na majiundo yake ya kikasisi, akapewa daraja takatifu ya upadre mikononi mwa hayati Askofu Nestorius Timanywa kunako Julai 6 mwaka 1986. Akajiunga na utume wa kidiplomasia mjini Vatican Julai mosi 1991, baada ya kufanya kazi mbalimbali mbali katika balozi za Vatican, kunako tarehe 28 Juni mwaka 2007, Baba Mtakatifu Benedicto wa 16 akamteua kuwa katibu mkuu msaidizi wa baraza la kipapa la shughuli za kichungaji kwa ajili ya wakimbizi na watu wasiokuwa na makazi maalumu. Ilipofika Februari 6 mwaka elfu mbili na kumi, baba mtakatifu Benedikto wa kumi na sita akamteua kuwa askofu mkuu na barozi wa Vaticani nchini Angola, Sao Tome na Principe na kuwekwa wakfu kuwa askofu mkuu na kardinali Tarsisio Bertone aliyekuwa katibu mkuu wa Vatican kwa wakati ule hapo tarehe 18 Machi mwaka 2010, na, na tarehe 5 Machi mwaka 2015 akateuliwa kuwa balozi wa Vatican nchini Honduras. Tarehe 29 Machi ya 2019 baba mtakatifu Francisco akamteua kuwa balozi wa Vatican huko New Zealand na mwakilishi wa kitume kwenye visiwa vya bahari ya Pasifiki na kunako tarehe 30 Machi mwaka 2021 221 baba mtakatifu Francisco alimuongezea tena majukumu kwa kumteua kuwa ni balozi mpya wa Vatikani kwenye jamhuri ya Micronesia iliyoko magharibi mwa bahari ya Pasifiki, akiendelea kuwa ni balozi wa Vatikani kwenye visiwa vya Marshall, Kiribati, Nauru na Tonga, na balozi wa Vatikani nchini New Zealand, Fiji na Palau hata hivyo, hivi karibuni, wakati tayari anaumwa, askofu mkuu Rugambo aliweza kushiriki mkutano kunako tarehe kumi Juni elfu mbili na ishirini na tano na baba mtakatifu Leo wa kumi na nne alipokutana na mabalozi wote wa Vatikani wanaomwakilisha baba mtakatifu ulimwenguni kote. Raha ya milele umpee Bwana na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Na mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa na ya nguvu ya upashanaji midia, naitwa Anko Tom Panji mpashanaji wako, tuendelee kutoa pore kwa kanisa katoliki ulimwenguni na familia ya Mungu duniani kote kwa kuondokewa na askofu mkuu Rugambwa na mpendwa mtazamaji, niendelee kukukumbusha umuhimu wa kusubscribe na kubofya ama kubonyeza alama ya kengere mbele ya neno subscribe, ku like na kushare taarifa hii katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii, pamoja na kuacha maoni yako kufuatia taarifa hii ya kifo. Sina la ziada, asante. Nikutakie mtazamaji na ufuatiliaji mwema wa upashanaji media, kwa kifupi IU media. Asante.